Moja kwa moja tuzamie kwenye mjadala wa sasa hivi, bwana Mutasa eh, kwanza unauelezeaje uhusiano kati ya Uganda na Sudan Kusini eh? Hata kabla ya mgogoro wa sasa kuanza, uhusiano wa Uganda na Sudan Kusini unaweza kusema umekuwa ni uhusiano wa chanda na pete, manake uhusiano wa Sudan Kusini kuja kupata uhuru wake, Uganda ilichangia sana katika swala la Sudan Kusini kupata uhuru wake, na usisahau kwa sasa hivi Uganda na Sudan Kusini wote ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, ambapo hii imezidisha uhusiano wa mataifa haya eh, kuweza kuwa labda na, naweza kusema bambam bam kwa Kiswahili chengine bambam. mm -hmm, kwa Kiswahili chengine eh. Lakini bwana eh, Mutasa, hivi sasa watu wanajiuliza kwa kinachoendelea huko Sudan Kusini, Uganda ina maslahi gani katika siasa za nchi hiyo? Uganda anaweza kusema kwamba ina maslahi nchini Sudan kama Sudan Kusini ilivyokuwa na maslahi nchini Uganda. Tusisahau kwamba kama nilivyosema, Uganda kibiashara, naweza kusema kwamba e, kibiashara, Sudan Kusini inaitegemea sana Uganda. Hii halina haina mjadala hata kidogo biashara zote huwa zinatokea hapa kwenda nchini Sudan. Kwa hivyo Uganda kwa upande mmoja inafaidika mm. na kama sema kwamba ni mwanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Rais Museveni siku zote amekuwa na eh, maneno yake anayosema kwamba bora tufanye biashara au bora tufanye uchumi baina ya mataifa jirani kwa jirani, au baina ya mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki mm. ili kuweza eh, kuinua uchumi katika jumuiya hii ya hi Afrika Mashariki mm -hmm. Kwa hivyo eh, kando na uhusiano huu wa kibiashara, sasa hivi eh, tugusie hili swala ambalo linaonekana kuwa nyeti. Kwa ushiriki wa kijeshi wa Uganda. Ee, wiki iliyopita pata kama wiki iliyopita Uganda e, ilituma jeshi lake la ulinzi la UPDF nchini Sudan Kusini. sababu ilikuwa gani? hili ni suala ambalo pia katika bunge la Uganda lilizungumziwa ambapo e, waziri wa ulinzi Bwana Jacob Oboth Oboth alitaja swala hilo baada ya ku eh, ya kupewa maneno mazito kutoka kwa baadhi ya wabunge kwamba imekuwaje? mm. e, jeshi la Uganda kuingia nchini Sudan Kusini, akasema msisahau kwamba katiba ya Uganda inampa uwezo rais kwamba kuamuru jeshi ilivyokuwa yeye ndio amiri jeshi mkuu. Wakati huo huo pia katiba ya na, na katiba ya jeshi la uh, wananchi wa Uganda UPDF pia linampa uwezo alafu suala hili ni kwamba utajikuta kwamba Sudan Kusini na Uganda wana mkataba ule tunaita mkataba wa maelewano, yani memorandum of understanding. mm. Katika masuala ya kijeshi, pia katika maswala ya elimu, katika maswala ya kibiashara. Kwa hivyo huu ni makubaliano ambayo yapo baina ya nchi na nchi, na hii si swala nafikiri la na kuweza kusema sana kwamba kwa nini Uganda, jeshi la Uganda limeingia Sudan Kusini. Tusisahau kuna mataifa pia mengine yamekwenda kusaidia katika nchi nyingine za Afrika, uh, jeshi la Rwanda lilikwenda nchini Msumbiji eh, kupigana na waasi kule katika jimbo la Cabo Delgado. Kwa hivyo hili ni swala ambalo nadhani baina ya taifa na taifa ndiyo linachukuliwa hatua kama hiyo. Lakini Omar Mutasa, umetoa mfano mzuri hapo wa kwa mfano jeshi eh, majeshi ya mataifa mengine kwenda katika mataifa fulani, lakini madhumuni hasa ni labda kupambana na kitisho cha eh, kiusalama. Jeshi la, la, la, la, la Uganda limekwenda Sudan Kusini kufanya nini? Bila shaka kama bila shaka ninaweza uh, kusema kwamba eh, dunia imesikia yaliyotokea Sudan Kusini na Rais Salva Kiir mwenyewe ikawa kwamba kuna wasiwasi, kuna wasiwasi baina ya pande mbili, baina ya viongozi wawili, baina ya Salva Kiir na Riek Machar ambaye ni makamu wake mm. Na tusisahau palitokea vita upande ule wa Upper Nile, ambalo ndio jimbo linaloongozwa na Riek Machar katika majimbo ya Sudan Kusini. Tusisahau jenerali e, mmoja alifariki wakati e, ndege ya Umoja wa Mataifa ilipokuwa imekwenda kule. Kwa hivyo kunasemekana kuna uasi ambao unaendelea katika eneo hilo la Nasir. Haya yote nafikiri yameipa tumbo joto uh, serikali ya Sudan Kusini, kuona kwamba hili lisifai nini, lisizidi kuendelea mbele. Wacha tulitafutie alau eh, mwarobaini kabla halijaleta athari. Kwa hivyo uhusiano wa Uganda na Sudan Kusini, kama ilivyosema yapo makubaliano ya kijeshi na hapo hapo, nadhani ndipo eh, rais Museveni au serikali ya Uganda mm. ikachukua hatua kama hiyo ya kwenda kusaidia jirani na kwenda kumsaidia ambaye ni mwanachama eh, wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Wakosoaji wanaweza kusema kweli, hakuna ubaya kusaidia jirani kama ulivyosema, lakini eh, wanahoji kwamba uwepo wa jeshi la, la, la, la Uganda sasa hivi wengi wanasema kwamba limekwenda kuchochea badala ya kutuliza. Uh, sidhani kama linakwenda kuchochea. Lingekuwa linakwenda kuchochea, lingekuwekwa kwa siku nyingi sana kule mm, lakini limekwenda sahau. Hivi karibuni tu Rais Museveni, kama ulivyotaja mwenyewe, alikuweko nchini Sudan na nchini Sudan Kusini na kuzungumza na Rais Salva Kiir ambaye e, waliweza kukubaliana, waliokubaliana ingawa hatujui me, yepi ye, ye, mengi yaliyozungumzwa, lakini e, katika kiini cha kilichompeleka huko inasemekana kwamba ilikuwa ni moja katika kudumisha uhusiano wa mataifa haya mawili katika nyanja mbalimbali mbali, baina ya Uganda na Sudan Kusini. Umetaja mifano ya kiuchumi Uganda kufaidika kiuchumi na Sudan Kusini. Sasa hivi tugeuze shilingi kwa upande wa pili, ukitizama mzozo huu kwa jicho la uchumi, Sudan Kusini nayo inafaidika vipi kwa upande wa Uganda? Sudan Kusini ni ndio taifa changa barani Afrika, anaweza kusema hivyo, ushafahamu. Mm. kwa Hivyo, kwa kufaidika, Uganda inaweza kufaidika, inafaidika na wakati huo huo Uganda inachofaidika naweza kusema kwamba ni kikubwa, kwa sababu wafanyabiashara wengi sana wanachukua biashara zao nchini Sudan nchini, su, nchini Sudan Kusini. Wacha nikuambie eh, Babu uhum. kwamba mi lipokuwepo pale mpaka wabunge walikuwa wawakilia wakisema kwamba hata tungule au nyanya hatuwezi kulima wenyewe hizi nyanya, mpaka nyanya zinatoka Uganda, mpaka vitunguu vinatoka Uganda. Ushafahamu uh -huh. Famu wabunge wengine wakasema kwamba hili si tatizo, maadam pesa zipo, hakuna tatizo. Na sisi ikiwa hatuna rutuba ya kutosha katika nchi yetu, hapana ubaya wa wafanyabiashara kufanya nini, kuleta bidhaa ndani ya sudan kusini, na, na wao wanawalipa wafanyabiashara wa Uganda. Kwa hivyo e, biashara baina ya mataifa haya mawili kama nilivyosema, Waganda wanafaidika sana, na kuna wafanyabiashara wengi sana Sudan Kusini kuliko wa Sudan Kusini kuwepo hapa, maanake Sudan Kusini wengi eh, hawana maarifa ya kibiashara. Naweza kusema hivyo bwana eh, Babu, hivo no. So, kwamba ni taifa dogo au taifa changa katika swala la kisiasa na swala la kibiashara, lakini tusisahau kwamba Sudan Kusini wanategemea sana eh, utajiri wa mafuta.